Mimi sio mtabiri, bali ukikusanya taarifa ukaziunganisha unapata picha ya kinachoendelea katika muungano wa NATO. Unajua, watu hawajui, kuna watu hawajui asili ya NATO ni nini. Vita kuu ya pili ya dunia, Marekani alikuwa anapigana na Urusi, yani Soviet. Alikuwa anamsaidia Soviet katika kupigana na Hitler Ujerumani. Ujerumani ilikuwa ina mshirika wake Japan, huku upande wa pili kulikuwa na Soviet Uingereza, Marekani, lakini Hitler alimlenga Soviet, kwa sababu Soviet ndio ilikuwa ina nguvu sana na kimsingi Soviet ina mali. Sijasema ilikuwa na mali, ina mali mpaka leo. Soviet, si ndio Urusi? Nani asiyetaka kuitawala? Na hata kilio kikubwa cha Marekani ni kuitawala Urusi, anyonye zile rasilimali, kama vile anavyonyonya Afrika kwa kutsu, kwa kuchomeka papeti wake ambao wanamtii kwa yale anayoyataka. Sasa ukiangalia sehemu kubwa ya dunia Marekani amefanikiwa kuweka puppet wa kumheshimu, lakini Urusi amegonga mwamba. Sasa baada ya vita kuu ya pili, wakati Marekani akiwachawa wa Soviet na alivyoiona ile power ya Soviet, akajua kabisa huyu bwana sintamweza mwenyewe. Kumbuka, baada ya vita kuu ya pili, dunia ilikuwa na njaa, na alikuwa na chakula ni Marekani, maana Marekani hakuwa mshirika wa vita, alikuwa ni mfanyabiashara wa vita. Watu waelewe, Marekani anapenda kujitangaza kama alipigana vita kuu ya pili ya dunia, kumbe yeye alikuwa ni mfanyabiashara, supplier wa chakula, supplier wa silaha. Hata kama kuna wanajeshi wa Marekani walikufa kipindi cha vita ya pili ya dunia, lakini haikuwa frontline, sawa eh? Kwa hiyo Marekani asijipeleke kimbele mbele kwamba nilipigana vita kuu ya pili ya dunia. Wewe ulikuwa wo merchant, ndio hiyo Marekani anavyoitwa, lakini wo participant wanajulikana ni Sovieti, Ujerumani au ni washirika wakuu na walipoteza binadamu wengi sana. Wewe mwenzako wapoteze watu milioni ishirini, wewe upoteze sijui watu laki ngapi laki na na milioni ishirini wapi wanawapi, jamani? Sasa baada baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na marekani kujikuta yeye ana chakula kingi kuliko wote, ikabidi aanze kuwaingiza wale wenye njaa katika mikataba ya kiunyonyaji. Ukiwa na njaa, ndugu zangu, ni lazima utasaini mkataba wowote pasipo kusoma, mara mbili mbili, si una njaa? Hiyo inakuta watu wengi sana duniani, na hicho ndicho kinachowatafuna Ulaya, kwa sababu Ulaya waliingia mkataba na Marekani, mkataba wa kiunyonyaji. ataijenga Ulaya kweli? alijenga Ulaya, ndio maana unaona Ulaya haina kauli za kishujaa kwa Marekani. Sasa hiyo ni brief tu kwamba NATO ilianzaje. Kwa hiyo katika ile mikataba sasa ya kuijenga Ulaya Soviet akaona huu mkataba huu ni wa kijinga. Sawa, mimi na njaa, nimetoka kupigana, nimepoteza watu wangu wengi sana, lakini huu mkataba siingii. Sasa ukimkataa Marekani kwa kipindi kile, ndo anakuchukia ndo anakuanzia visa. Kwa Marekani, akaona anaweza akadeal na Soviet na kuitisha kama alivyoitisha Ulaya, lakini Marekani akapiga mahesabu, akakuta yeye mwenyewe, kama mwenyewe, hawezi kuiconfront Soviet, ikabidi atengeneze hiyo Alliance North Atlantic Treaty Organization. NATO akamkusanya Kanada, jirani yake, akaja Ulaya akakusanya kusanya baadhi ya vichawachawa, wakaanzisha huo muungano wa kijeshi wa NATO, lengo kumtisha Soviet, mpaka Soviet yatii. Kilichotokea ndio ikazalishwa vita baridi, ambayo wengi mnaijua. Mi ninaichi mi naichi mi ninaichi mi naichi mi nina bomu la nuclear, mi nina bomu kubwa kuliko yote la nuclear ma... mimi nitafika angani Min... Warusi wakafika angani Mi. Yani, kila alichojaribu Marekani, Soviet akawa kwanza wa Amerika. Wakaona kivita, hatutawaweza wa jamaa, tufanyeje? Tuingize politics, ikaingizwa democracy Soviet ili ilisambaratishwa kwa democracy. Freedom of speech, uhuru wa kuongea, hapo ndipo Soviet ikasambaratika. Soviet imesarambaratika, ikabaki NATO. Lengo la NATO lilikuwa kuisambaratisha Soviet. Soviet imesambaratika, sawa. Sasa mbona NATO imebaki, ikabidi wabadilishe gia, wakajiona sasa wao wana uwezo wa kuitawala dunia nzima. Yani Marekani na chawa wake wana uwezo wa kuiterrorize, kuifanya dunia kama kijiji chao. Kwa nini nakwambia hivyo? Adui namba moja wa NATO alikuwa Soviet, yani Urusi, na mpaka leo ni Urusi, sababu Urusi tayari ana nguvu za kijeshi. Lakini unajua NATO sasa hivi ana maadui wangapi? China ameongezeka, Iran ameongezeka, North Korea yupo na Urusi au ni maadui wa NATO wote hao. Sasa China ametoka wapi hapo, wakati China iko mbele kule kabisa. Nikiwaambia magharibi ni majambazi, huwa mnielewi. Msikilize kwanza, ukatibu mkuu wa NATO akitaja maadui wakuu wa NATO.

So, uh, we have to look at all these theaters in conjunction, and that will be our focus. Umesikia, kuna tishio la Urusi, alafu pia na Indo-Pacific. Yaani Indo-Pacific ni mbali kabisa kule kwa Wachina, lakini Amerika anataka kujifanya ni kiranja wa dunia nzima. Kamtaja na Iran, kamtaja na North Korea, amewataja wote kwa majina. Kwa hiyo picha inayokuja kwenye kicho chako, lengo la NATO ni nini? Kuwa kiranja mkuu wa dunia akikwambia fanya hivi, usifanye hivi, kakudanganya nani? Sasa, baada ya lengo kuu la NATO ambayo ilikuwa ni Soviet kutanuka na kuwa sasa ni dunia nzima, je, wana bajeti ya kuwa kiranja mkuu wa dunia? I mean, kwa sababu bigger responsibility big power wazungu wanasema hivyo, majukumu makubwa yanahitaji pesa. Sasa hapa sasa ndipo linapokuja li zinapokuja hizi lugha gongana. Trump anakuambia mimi naitaka NATO yenye pesa. Kama NATO haina pesa, mimi najitoa. Kwa nini? Amerika wanapiga mahesabu, watafute pesa ya kumcontain Urusi, watafute pesa ya kumcontain China, Iran, north Korea, atajijenga sangapi? Sikilize Makurubi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akisema ni aina gani ya NATO Trump anaitaka.

He is against a NATO that it does not have the capabilities that it needs to fulfill the obligations that the treaty imposes upon each and every member state. Trump amemtuma makurubi awaambie mawaziri wa mambo ya nje wa NATO. Huu ulikuwa ni mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO uliofanyika nadhani Belgiji, kwamba Trump anataka NATO yenye uwezo. Sasa maana ya NATO yenye uwezo ni ipi? NATO yenye kutoa pesa kutoka kwenye asilimia mbili ya pato la taifa mpaka asilimia tano ya pato la taifa. Kisa NATO, kazi ya NATO ni kufanya ujambazi dunia nzima, that's the, that's the simple answer. Hilo you know, jibu jepesi. Kazi yake nini? NATO ilikuwa lengo kumcontain Soviet. Soviet amedisolve kasambaratika, wakamchokoza Mrusi, Mrusi akafufua maviwanda yake yote ya silaha, akaanza kuproduce like never before, akawa malizi ya mbali. Sasa wanajiri wanaforce kuongeza bajeti wamcontaini mrusi mwenyewe, China, Iran, North Korea. Watapata watapata pesa ya kuwapikia watoto wao ugali kweli? Utafute hela ya kuwa container au super power wenzako, alafu na utafute na pesa ya kupikia watoto wako chakula. Sasa angalia kitu umoja wa Ulaya walichomjibu Marco Rubio kuhusiana na hiyo asilimia tano.

Ulaya wanadaije, wewe unasema tutoe asilimia tano kama defensive budget alafu nyie nyie pia kwenye kodi mnatunyonga, tunawapata wapi hizo pesa? Hiyo ndio simple ambacho hicho mwandishi wa habari anachomuuliza Makorubio, na mpaka Makorubio hakutaka amalize kuongea na kusema no no, no, no, no. Lazima tupambane tuhakikishe ulinzi kwanza. Yaani unaninyonga katika kutafuta chakula, alafu kile kidogo ambacho nakipata, unavyoninyonga bado nikikurudishie tena kama mchango wa ulinzi. Hebu tengeneze hiyo picha. Yaani nitengeneze picha gani nyepesi unielewe? Yaani, sawasawa unafanya kazi sehemu unalipwa mshahara ambao hautoshi, alafu ile kampuni ambayo inakulipa mshahara hautoshi bado inaukata ule mshahara kwa kisingizio kwamba itakusaidia wakati ukipata matatizo. Yaani mshahara hautoshi mshara, na kama mshahara hautoshi maana yake una matatizo, alafu bado tena ukatwe ule mshahara in case akitokea matatizo. Hebu unganisha dot yani. Sijui picha unaipata hapo Kimshahara chenyewe ni matatizo alafu na kinyofoa tena, ndicho kinachoendelea ndani ya umoja wa NATO na Marekani yake. Yaani ukiunganisha dot unaona kabisa hakuna NATO, hii ni klabu aliyoianzisha Marekani imfaidisha kwa sababu mwisho wa siku hizi asilimia tano ambazo wa Marekani wanazidai zinakwenda kwenye viwanda vyao vya silaha. Haiendi kununua silaha Urusi, haiendi kununua silaha China hizi pesa zote zinazokusanya kwa hao wanachama thelathini na mbili zinakwenda Marekani kwenye viwanda vyao vikuu vya silaha. Mtu mwingine atasema kuna viwanda vidogo vidogo Ujerumani, Ufaransa, sawa, lakini the larger amount, kiasi kikubwa kitakwenda kwa kina Lockheed Martin, watengenezaji wa mandege yao, kwa sababu wao ndo wana viwanda bora vya kutengeneza silaha bora kwa ajili ya alliance yao. Alafu mwisho wa siku watakuwa wanavifanya vimazoezi vima, vima tu vya kumjambisha, jambisha Urusi na China kia vita wewe. Marekani akajifunza kwenye vita zote mbili ni namna gani Ulaya iliharibiwa, alafu mwambie Marekani aanzishe vita na Urusi wakati Urusi anaweza kuilipua Washington, New York akiwa amekaa pale kwake. Unajua watu hawajui kitu ambacho Marekani anakiogopa kwa Urusi. Urusi ndio nchi yenye the best rocket delivery, yaani hichi kitu Urusi ashakifanya kuonyesha wa Amerika. Urusi amewahi kutungua satellite yake mwenyewe aliyoning'iniza juu. Hicho ni kitu kinaitwa pinpoint accuracy tafsiri yake ilikuwa, sehemu yoyote katika uso wa dunia, urusi akitaka kuipiga, ana uwezo. Ilikuwa ndo tafsiri ambayo walipelekewa Wamarekani, kwamba hatuhitaji kuleta ndege, kutengeneza ndege bora iji Washington kupiga wewe, tunaweza tukakaa hapa Moscow na tukatuma kitu kikaje kikadondoka hapo kwenu. Wamarekani wana jeshi bora sana duniani, lakini hawawezi kuanza kuigusa Rasha moto, utanyesha yani, the rain rain of fire will rain on american soil hilo ndio Waamerika wanajua hicho kitu. Kwa hiyo hizi kelele za NATO kama wengine, wengine mliveandikia kwenye komenti mfamaji haachi kutapatapa, ni kweli NATO wanatapatapa, their days are very near. Tuelimike tusiwe wasomi.